Wakati tunafanya uchambuzi dakika 45 cha kwanza, nilitoa tahadhari kwamba Simba umetangulia goli mbili, lakini mechi hii haijaisha. Mm. Uh, na nafikiri mwalimu alivyoenda kwenye dressing aliona namna gani anaweza kairudisha mechi kwa sawa. Mm. Unajua Simba walikuwa wameshambulia kwanza kwanza na paka kupata magoli mawili. Lakini shepu ya ulinzi ilikuwa inaonekana ina mapungufu sana. Mm. Na mapungufu ambayo pengine yalisababishwa na kukosa watu wenye spidi na nguvu. Mm. Ndio mwalimu alipofanya mabadiliko unaona goli la pili, uh, ya hii goli la pili baada ya goli la pili, hii penalty ilipopatikana mtu mm. Ana drive katikati ya uwanja anasindikizwa na kiungo kiungo, anaamua kwenda kucheza alafu kwenye box mm. Unajiuliza kwa nini maamuzi yake yafanya mapema, lakini kwa sababu yule mtu alikuwa anapambana na nguvu na ana speed, kwa hiyo unaweza kumlaumu kucheza alafu eneo lile, lakini nguvu yake na speed yake ilikuwa mm. viendani na yule bwana wakati ana dribble ule mpira. Kwa hiyo unapongeza mwalimu, unaona namna gani ameona uh, mapungufu ya Simba yako wapi, na akaweza kuongeza juhudi. Lakini eneo lingine ambalo pengine Simba unaona baada ya hapo likaa limepotea ni baada ya wale mapacha wa 4, 5 na sita. Mm. baada ya kutoka Kagoma na baada ya kutoka uh, Wilson Nangu uliona Simba ilikuwa imepotea kwenye shepu ya ulinzi ilikuwa tena kwa sababu unajua, kwa sababu jua kwa katika msimu tangu umeanza uh, Wilson Nangu amekuwa akicheza pacha pamoja na Arusha Ndirio ndio kwa hiyo kuna pacha ambao walikuwa wametengeneza walikuwa wanatumana wanajua namna ya kuwasiliana angalia namna alivyoingia Ismail Toure sio kwamba mbaya lakini inaonekana kwa sababu ya kuto kucheza hata mechi moja ya kimashindano, wale wawili ilikuwa wanashindwa kujua nani abaki, nani na nani amtume mwenzake, na ndio kitu tunachokiona. Angalia goli la pili, mtu amepunguza Kamara, amekuja tule mwenyewe na, kibabage anapunguzwa tule, anajaribu kuja, ana kevu linaingia goli. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Simba wanatengeneza timu, lakini bado kuna maeneo yamekuwa yana ugumu kuweza kupata ile ya haraka kwa mpaka sasa nachoendelea, e, ni matokeo ya kusikitisha kwa sababu umetangulia goli mm, mbili kwenye mechi ambayo unahitaji nayo uweze angalau kuinua matumaini yako, lakini kipindi cha pili unakuja na ruhusu goli mbili, na pengine sasa tungekuwa tunaongelea tatu mbili kama ile penalty singeweza kwenda nje. Kwa hiyo ingekuwa rasmi kwamba mnyama angekuwa tayari angekuwa tayari ametoka, kwa angekuwa ametoka rasmi, japo kwa mpaka sasa unaona asilimia themanini naye kwa mahesabu ana wakati mgumu, kwa sababu hata akishinda mechi yake mbili atakuwa na point saba, lakini tayari kwenye grupu kuna mtu ana point nane kuna wawili wana pointi sita sita. Kwa hiyo tayari unaona ni grupo ambalo linaanza kujitenga na mzigo mkubwa unabaki kwa mnyama. Kitu ambacho mimi na, naona na labda tunawapaangaliza wapenzi na viongozi na washabiki waipunguzie tu team pressure. Huwezi kwa nyakati zote mkawa na nyakati zilizo kuwa safi. Mm. Kuna mwaka lazima mpate anguko. Kitu ambacho mimi nakiona kiufundi kinarudi ni kama Simba wanatengeneza timu mpya katikati ya msimu lakini ambayo inatoa matumaini. Tutaangalia performance alikuwa nayo ansia ula. Unaangalia namna Libasege alivyokuwa anacheza mm. Unaangalia namna Chama alivyokuwa na anaunganisha timu, ukiambia huu usajili umefanyika ndani ya wiki moja na nusu, huwezi kuamini. Unaweza kuamini timu ambayo ilianza msimu mm. Kwa hiyo kimsingi bado uh, Simba wamwachie mwalimu atengeneze timu yao. Pengine mwaka huu unaweza likawa nguko lao, watengeneze timu kujiandaa kurudi imara msimu ujao, kwa sababu wakianza tena kuingiza maneno na chokochoko, watajikuta wanabomoa timu, mwisho wanafukuza makocha. Huwezi kujenga timu na utakuwa unaendelea kila siku kuzidi kuwa wanaporomoka mm. Unajua leo hii kila mtu ambaye anajua mpira wa Afrika kusikia au akiona lile grupu la Simba, alafu akaona Simba ina pointi moja kwenye ile grupu, alafu analinganisha na timu alizocheza nazo mm, alafu leo anaangalia Simba, kumbe katwa dona Esperance de Tunis, alafu atajiuliza hao wengine wawili Petro pamoja na Stade Malien walizaje kumfunga huyu Simba. Na kama Petro anakuja kupata ushindi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, tayari atakuwa na maswali mengi ya kujiuliza. Kwa hiyo kimsingi bado anaona timu ya Simba inatengenezeka, lakini kibaya zaidi inatengenezeka katikati ya mashindano makubwa. Sawa, FM.